wa yale yaliyokuja katika makemeo makali fi man cabada llaha inda qabri rajulin salihi, kwa yule mwenye kumwabudu Allah katika kabri la mtu mwema. Fakaifa kaifa idha cabadahu, vipi atakamuabudu huyo mja mwema? Sasa <coughs> leo baada ya

Aliposema babu majaa anna alghulu fi quburi salihin yusayyirha awthana tu'badu min duni llah, mlango uliokuja kubainisha kwamba hakika kule kuchupa mipaka katika makaburi ya watu wema kule kuchupa mipaka katika makaburi ya watu wema hufanywa kwa kitendo hicho, yani hufanywa hayo makaburi kuwa ni mizimu yenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kitendo cha watu kuchupa mipaka katika makaburi ya watu wema, kitendo hicho kinajaalia hayo makaburi kinafanya kuwa hayo makaburi ni mizimu yenye kuabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama itakuwa amefuatilia vizuri katika hizi tabwib za Sheikh, katika milango ya Sheikh mnafahamu kuwa mlango nambari 19 kule alizungumzia sababu ya kukufuru wanadamu na sababu ya wanadamu kuiacha dini yao ni kuwa ni kule kuchupa mipaka kwa watu wema. Mlango wa 19 alizungumza maneno hayo, na mlango wa 20 akazungumza kuwa kuna makemeo makali kwa wale ambao watamwabudu Allah, subhanahu wa ta'ala katika kaburi la mja mwema vipi yule ambaye atamwabudu huyo mja mwema. Na mlango wa ishirini na moja, shekhe anazungumzia uhakika kabisa kuwa suala la kuchupa mipaka katika makaburi ya watu wema, basi hufanywa hayo makaburi, hujaliwa hayo makaburi kuwa ni mizimu yenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo hakika. Sasa hivi ndivyo wanadamu walivyo mara nyingine wakachupa mipaka kwa haki ya mja mwema, hata kabla ya kufa kwake, wakamwadhimisha, wakamnyanyua zaidi ya lile daraja ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemweka mja huyo. Lakini pia, baada ya kufa kwake, watu pia wakawa wanachupa mipaka katika makaburi ya watu wema wa kwenda kuomba katika makaburi hayo, kwenda kutafuta baraka, kutaka baraka katika makaburi hayo na mengineyo yanayofanywa na watu wa kileo. Sasa yote haya, watu wakichupa mipaka kwa sampuli hii, wafahamu kuwa wanayajalia, wanayafanya hayo makaburi kuwa na miungu, kuwa ni mizimu yenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanachuoni wanaelezea kule kuchupa mipaka katika makaburi kwa waje kuna kuwaje? Hapa kuna maelezo ya Sheikh, ameyatoa hapa. Hii ndiyo namna wanachuoni wanaona wao, wanazungumza kwamba ukifanya hivyo, basi wewe jua kwamba umechupa mipaka katika makaburi ya watu wema. Wanasema walghulu fi kuburi salihin, na kuchupa mipaka katika makaburi ya waja wema, huwa ziyadatu fi ta'dhimiha ni kule kuzidisha katika kuyaadhimisha hayo makaburi. lianna dhalika yuaddi ila shirk, kwa sababu jambo hilo la kuzidisha kuyaadhimisha makaburi linapelekea katika ushirikina. lianna almashru'a fi quburi salihin, hakika jambo la kisheria katika makaburi ya watu wema wakuburi lmuslimina umuman, wakuburi lmuslimina umuman. na uhakika jambo la kisheria lililoko katika makaburi ya Waislamu kwa ujumla ni mmoja, makaburi ya wajawema au ya Waislamu kwa ujumla ihtiramuha, yatakiwa hayo makaburi ya Waislamu au ya wajawema yaheshimiwe, wa adamu ihanatiha, na kutokuyadharau dharau Watakiwa watu waheshimu makaburi kutoku ya dharau, wasiyana tuha anil adha ladha, na wayalinde, wayachunge, wayalinde kutokana na adha, yaani mtu asitie adha katika makaburi ya Waislamu. Wa ziyaratuha lilsalami ala lamwat, na yatakiwa watu wayazuru makaburi, wayatembelee makaburi kwa ajili ya kuwasalimia wale wafu wale wale, wale maiti walioko ndani ya makaburi, kuwasalimia kuwatolea salamu wa duau lahu. Na vile vile ni jambo la kisheria kuwaombea duaa wao waliotangulia mbele ya haki, walitibaru biahwalihim. Lakini pia mtu atazuru makaburi kwa ajili ya kwenda kuzingatia zile hali ana, anapata mazingatio pindipo mtu akifanya ziara katika makaburi. Hadha huwa almashruu shaka sema, hili ni jambo la kisheria, sheria imekaa hivi, watu wafanye haya. Amma alghuluu fa huwa kasduha liltabaruk, amma kuchupa mipaka katika makaburi ni kule mtu kukusudia kaburi, kuliendea kaburi kwa ajili ya kwenda kutafuta baraka, kutaka baraka au dua indaha, au aenda kuomba, akifika kaburini anaomba hapo kaburini, sio kuwaombea mayiti, yeye pia awaomba wale mayiti katika lilo kaburi. Mfano au salat indaha, au vile vile aenda kaburini, akusudia kaburi kwa ajili ya kwenda kuswali hapo, rajaulijaba, afanya hivi aliyekuwatarajia yeye kwamba atajibiwa dua yake ataitikiwa swala yake, hadha huwa alghulu. Sheikh kasema hii ndiyo ghulu, mtu akaenda kaburini kwenda kutafuta baraka katika kaburi la sharifu fulani, au la mtu fulani au la sharifu fulani, ukifanya hivyo basi umefanya ghulu katika makaburi liana hadha lam yashra'ahu Llahu wala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu jambo hilo la kwenda kutafuta baraka katika makaburi au kuomba katika makaburi au kuswali hapo makaburini. Mambo hayo Allah subhanahu wataala hajayiweka katika sheria wala mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, wa lianahu wasilatu ila shirki. Na hakika mambo hayo ndiyo njia ya kuendea ushirikina. Kwa hivyo watu wajitahidi, wajitahidi katika suala au majambo yale ambayo Uislamu umetaka katika makaburi yafanywe, kuwatolea ya salamu waliokufa makaburini huko kuwaombea dua, sio kuwaomba waliokufa. Kuwaombea wao Allah subhanahu wa ta'ala awape afya huko waliko, awajalie afya kheri huko waliko. Haya ndiyo mambo yenye kutakikana katika makaburi.